Tarehe 22 mwezi wa sita 2025 tumefanya kikao kazi kikao, kikao maalum cha kuendesha na kutoa semina au mafunzo maalum kwa makatibu wa siasa na wenezi Wilaya ya Iringa Vijijini, ambao wako mbele yetu hapa juu ya utekelezaji au ilani mpya ya uchaguzi 2025 2030 ambayo ni kama manifesto ya uchaguzi. Tunafahamu siku ya mkutano mkuu wa CCM taifa Dkt. Samia alitoa ilani hii ya uchaguzi na tukaelekezwa kwamba sisi kwenye maeneo yetu ilani hii kuna vipengele imevigusa kwa kwenye hivi, hivi vipengele ambavyo ilani imezungumza. Tumekutana hapa kila mmoja kwenye kata, kwenye kata yake, zaidi ya wenezi ishirini na nane tuko hapa, na tumejaribu kubaini namna ambavyo ilani hii imebeba azma na matakwa ya wananchi. Kimsingi kabisa ilani hii imegusa sekta zote, na kama mnavyofahamu ndugu zangu Uh, Iringa vijijini ina wananchi ambao ni wakulima, wafanyakazi, lakini pia wafanyabiashara, wavuvi, wafugaji na wajasiria mali. Sasa tunaona namna ambavyo ilani hii ya uchaguzi 2025, 2030 ilivyogusa maisha ya sisi watu wa Iringa vijijini. Ukiangalia kwenye sekta ya kilimo, ilani imezungumza kwamba itahakikisha kwamba uh, sisi itaendelea kuisimamia serikali na kuhakikisha kwamba katika uchaguzi huu wa 2025 sisi m ikishinda, itahakikisha uh, pembejeo za kilimo zinapatikana kwa urahisi, lakini pia serikali itaendelea kuongeza ruzuku kwenye pembejeo za kilimo. Lakini kama haitoshi, kwa wenzetu wale wafugaji wa tarafa ya Pawaga, serikali itaelekezwa na chama cha Mapinduzi kwamba kutoka hikali hekta milioni tatu mpaka hekta milioni tano itahakikisha kwamba zinapatikana na maeneo hayo yanatengwa kama maeneo ya wafugaji na wafugaji wetu kule Itunundu kule Pawaga wataendelea kupata stahiki zao na serikali itapeleka huduma za jamii kule. Hivyo basi, tunaona namna ambavyo ilani hii ya uchaguzi imebeba matakwa ya wananchi wa kule Pawaga. Lakini ukija Pawaga huko huko kuna mradi mkubwa sana aa, wa umwagiliaji kule kwa ndugu yangu Mwilinge kule Itunundu, mradi wa zaidi ya bilioni hamsini na nne unajengwa tarafa ya Pawaga na serikali itaelekezwa na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani hii kwamba ihakikishe miradi mikubwa ya umwagiliaji, miradi mikubwa ya, ya, ya kilimo inafanyiwa kazi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaendelea kupata maisha yao bora. Lakini kama haitoshi, Chama cha Mapinduzi 2025 2030 kupitia ilani hii ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi itakielekeza itaielekeza serikali akikisha kwa kwamba umeme unapatikana kiurahisi kama tulivyoona kwamba elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tano uh, serikali ilielekezwa na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba umeme unapatikana mpaka kwenye vitongoji vyote, lakini serikali kwenye awamu ijayo itahakikisha kwamba umeme mpaka kwa mwananchi wa kawaida unaenda kupatikana. Hivyo basi tunawaomba ndugu zangu wa Tanzania na wanairinga kwa, kwa ujumla <coughs> Ilani hii ya uchaguzi imebeba azma na matakwa ya sisi wananchi, tukaendelee kumchagua Dk Samia Suluhu Hassan na wagombea wake ambao watakwenda kuinadi ilani hii ya Chama Cha Mapinduzi. Lakini pia ukiangalia kwenye sekta ya afya, kupitia ilani hii ya uchaguzi CCM uh, itaendelea kuielekeza serikali ihakikishe kwamba sekta ya afya inazidi kuboreka zaidi kwa kujenga zahanati kujenga vituo vya afya kujenga hospitali na ikiwezekana vifo vya mama na mtoto vipungue kabisa kama mnavyoona mbele yetu hapa tunaye chipukizi huyu amezaliwa na afya njema kabisa kwa sababu CCM imefanya kazi kwa kweli sisi iringa vijijini kama wenezi tunawambia kabisa hatuna deni na mama Samia mama anatudai sisi na sisi tunawahakikishia kwamba 2025 hii hey. Oktoba tunatiki ilani ya uchaguzi ya 2025 2030 itaendelea kuielekeza serikali kwamba iendelee kujenga miundombinu ya barabara na kuhakikisha kwamba barabara zote zinaendelea kupitika katika kipindi chote cha mwaka, iwe masika iwe mvua, kama ambavyo tunaona sisi kwenye lani hii a, barabara ya kutoka Iringa Msembe inakwenda kujengwa zaidi ya kilomita mia moja na nne. Sio kazi kubwa, sio kazi ndogo hii. Mama Samia kwenye wilaya yetu amefanya kazi kubwa sana. Sisi na mama hatuna deni. Lakini kama haitoshi, jimbo la Kalenga kwa ndugu yetu Mheshimiwa Kiswaga, barabara ya wenda Mgama inakwenda kukamilika kwa kweli tunahakika kabisa 2025 hii itakapofika mwezi wa kumi, sisi wenezi wa chama cha mapinduzi, wilaya ya Iringa vijijini, tunahakikisha kwamba mama Samia hapati kura nyingi tu, yetu tunarundika nini, kura. Iringa kwa sasa ni kama it's like a sleeping giant, kwa sababu ina tourist centers za kutosha, ina vyanzo na vivutio vya utalii vingi, lakini mama Samia kwenye ilani hii ya uchaguzi kama ambavyo tumeona uwanja wa ndege umejengwa, lakini tumeona namna ambavyo ametukumbuka kwa ujenzi huu wa barabara ya Iringa Msembe, utakwenda kuamsha utalii na mambo yatakuwa yanakwenda vizuri sana. Baada ya maelezo mafupi hayo, ndugu zangu wenezi, niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, sio kazi ndogo. Tuwashukuru wabunge wetu, ah, tunaye mheshimiwa Kiswaga mbunge wa jimbo la Kalenga, lakini tunaye mheshimiwa Lukuvi. Kwa kweli, wanatusaidia wanafanya kazi kubwa sana, tunawashukuru sana na sisi tunasema Mungu awabariki sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi wilaya Iringa vijijini kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi wilaya, kwa niaba ya katibu wetu wa Chama Cha Mapinduzi wilaya, tunawe serikali ambayo inasimamiwa na mkuu wa wilaya ambaye ni DC Heri James, tunakwenda vizuri. Madiwani wetu wamefanya kazi nzuri sana ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2020 2025, na, na sasa tunaomba wananchi wakaendelee kuiamini serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ili yale makubwa yaliyofanyika yakafanyike zaidi 2025 2030. Asanteni sana.